Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unayosema kwamba maeneo matano ya kuwa kielelezo. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, mafundisho haya akafanyike msaada kwako, mafundisho haya akafanyike baraka kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai Amen. Maeneo matano ya kuwa kielelezo, na tutaangalia waraka wa uh, kwa kwanza wa Paulo kwa Timotheo nne kumi na mbili. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo nne kumi na mbili, na maandiko yanasema kwamba mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio wa, wa katika usemi, katika mwenendo, katika upendo, katika imani na katika usafi. Kwa kuna maya kwenye hii waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo, ambayo Timotheo alikuwa ni mtoto wake wa kiroho. Paulo anamwandikia barua hii, Paulo anamwandikia waraka huu na naainisha maeneo matano ambayo ambayo Timotheo anatakiwa kuwa kielelezo. Eneo la kwanza ni katika usemi. Kuna watu wengi wameokoka lakini midomo yao haijaokoka. Kumbuka wakati Petro alipokuwa alipokuwa anaogopa kukamatwa na Wayahudi, walipomuuliza kwamba wewe ulikuwa pamoja na na Yesu, Petro alikataa, lakini alipokuwa anazungumza wakaisikia waka sauti yake, wakasikia usemi wake, akasema kwamba usemi wako unakutambulisha wewe kama mtu uliookoka. Usemi wako lazima ukutambulisha kwamba wewe umeokoka. Kuna watu wa wameokoka lakini jinsi wanavyoongea hakuna tofauti na wapagani, hakuna tofauti na mtu ambaye hajaokoka. Unapoingia kwenye ufalme wa Mungu, usemi wako lazima ubadilike. Huwezi kuendelea kuongea kama ulivyokuwa unaongea awali. Usemi wako lazima kutambulishe kwamba wewe umeokoka, kuongea kwa kwako lazima kukutambulishe kwamba wewe umeokoka. Kwa eneo la kwanza ambalo Timotheo anaambiwa kuna baba yake wa kiroho kwamba uwe kielelezo ni katika eneo la usemi. Na hivyo hivyo, wewe kama umeokoka kwenye eneo la usemi lazima uwe kielelezo. Usemi wako lazima ukutambulisha kwamba wewe umeokoka. Kuongea kwa kwako lazima kukutambulishe kwamba wewe umeokoka. Usiongee kama watu wengine wanavyoongea ambao hawajamjua Yesu liye naye. Usemi wako lazima ukutambulisha kwamba wewe umeokoka. Eneo la pili ni katika mwenendo anasema mtu awaye yote asiudharau jana, bali uwe kielelezo kwao katika usemi. Alafu pili katika mwenendo, katika mwenendo. Mwenendo wetu lazima tuwe na mwenendo mzuri mbele ya mataifa, lazima tuwe na mwenendo mzuri mbele ya watu wanaotuzunguka. Yesu akawambia kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu kwenye Mathayo tano. Mathayo tano anasema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu hivyo hivyo, nuru yenu iangaze mbele ya watu ili waonapo matendo yenu mema wamtukuze Bwana. Petro anaandika kwamba iweni na mwenendo mzuri kati ya mataifa ili wepo, iwapo wasingizia kwamba mnatenda mabaya waonapo, wana, wanato matendo yenu mema wamtukuze Bwana. Wewe kama mtu uliokoka lazima mwenendo wako uwe mzuri, lazima mwenendo wako umtukuze, umtukuze Mungu. Huwezi kuenenda kama mataifa wanavyoenenda Hatutarajii kwamba baada ya kuokoka uendelee na mwenendo uliokuwa nao kabla ya kuokoka. kwa Timotheo anawambia kwamba uwe kielelezo katika mwenendo. Yesu anasema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu, vivyo hivyo nuru yenu ya naiangaze mbele za watu. Petro anawambia kwamba iweni na mwenendo mzuri kati ya mataifa, mwenendo mzuri, mwenendo wa kumtukuza, kumtukuza Mungu ili wapo wasingizia kwamba mnatenda mabaya, wanapoona mwenendo wenu mzuri wamtukuze Bwana. Ko eneo la pili la kuwa kielelezo ni eneo la mwenendo. Kama mtu uliokoka mwenendo wako lazima uwe mzuri, mwenendo wako lazima, uwe mtu, lazima mtukuze, mtukuze Mungu aliye hai. Lakini eneo la tatu ni katika upendo. Kumbuka Yesu alizifupisha amri zote katika makundi mawili, mpende Mungu na mpende jirani yako kama nafsi yako, na akasema mmesikia kwamba imeandikwa ameandikwa kwamba mchukie adui, lakini mimi nasema wapendeni maadui, wapendeni wale wanao, tena waombeeni. Sisi watu tuliokoka tumeamuriwa kuwapenda hata wale wanaotuudhi, kuwaombea hata wale wanaotuchukia wale, wale wana, kuwaombea kwa, kwa. Eneo la pili la tatu ambalo Timotheo, anaambia kwamba ni eneo la upendo. vivyo, vivyo hivyo kama umeokoka uwe kielelezo katika eneo la upendo. Isiwe jino kwa jino, anayekuchukia na wewe unamchukia. Nasema adui wake akiwa na njaa, anayekuwa na njaa mpe chakula, akiwa na kiu mnyoshe maji. Ndivyo ambavyo Mungu mm, anataka tuishi. Anasema tunapofanya hivyo tunawapalia makaa ya moto, tunapalia makaa ya moto. Lakini eneo lingine ni eneo la imani. Mtu aliyeokoka hatuishi kwa kuona, tunaishi kwa imani, na imani ni kuwa na hakika ya mambo hata ni bayana ya mambo yasiyoonekana hatubabaishi na vile tunavyoviona, maana tunaishi kwa imani na sio kwa kuona, kwa lazima kuwa kielelezo katika imani. Lakini jambo la tano ni kuwa kielelezo katika katika usafi, kuwa kielelezo katika utakatifu. Tumeitoa utakatifu na wala tuleitiwa uchafu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe, mafundisho yote ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube, utayapata na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa katika jina la Yesu. Na neema ya kuwa kielelezo katika usemi, neema ya kuwa kielelezo katika mwenendo, neema ya kuwa kielelezo katika upendo, neema ya kuwa kielelezo katika imani na usafi, na iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen.